Kitu tu juzi mtoka kwake leo hii. Leo hii unaambiwa bwana, jamaa nataka ingize mazao yake. Hivi hata kumkatalia wanajua ni aibu. Na tumezungumza mengi sana. Yaani ile ku kuelewana kwetu pamoja hata sasa niona mimi mnafiki hmm, kwamba nilikuwa ta, ta, nafanya unafiki tu muda wote. Kwa hiyo bwana, hii safari na viongozi wetu wao kwa wao hmm, kufanya safari kutembeleana. Jambo hmm, jema mimi nakumbuka kipindi cha kipindi cha hayati Magufuli alijaribu sana kutengeneza naye mahusiano na viongozi wa hapa Afrika. Ilifika kipindi nakumbuka, hata ile flyover ya Ubungo ilikuwa ni flyover ya Ubungo, ile interchange ya Kijazi. Mm, mm, Kijazi, Ubungo. Kijazi kati... no, kama sio Kijazi nadhani ni stand ya Magufuli ile ya Mbezi, yeah. Alizindua rais wa nadhani ilikuwa Namibia, sio Zambia, sina kumbukumbu vizuri, lakini unajua ile Una mnapeana hazi nyewe kwa nyewe. Yaani kitu cha hapa unamleta rahisi au? Yaani kuna mpenguwa wa mpenguwa. Umoja mnaotengeneza. Unajua bwana, ukichunguza marais wa Afrika waliotangulia mbele zake ambao walikuwa ni mashujaa kwa kweli hata kina Gaddafi. Walisema sisi, kitu moja wapo kitu ambacho kinatufurisha Afrika ni kutoku, kutokuwa kuto na umoja. Umini, e, Umini. Kira, kira, kira e, nye, nye, nye. Yani, kila, kila kila taifa nataka jitegemee mwenyewe. Yaani kutokuwa na umoja kwetu sisi ni ni ni ni, ni, udhaifu mkubwa sana ambao sisi wenyewe hatujui.